Uchina imeamuru mashirika yake ya ndege kutochukua usafirishaji wowote wa, wa ndege za Boeing kujibu uamuzi wa, wa Marekani wa kutoza ushuru wa asilimia 145 kwa bidhaa za China, Bloomberg News iliripoti Jumanne, ikitoa mfano wa watu wanaofahamu swala hilo. Hisa za Boeing ambayo inaitazama Uchina kama moja ya soko kubwa zaidi la ukuaji na ambapo kampuni pinzani ya Airbus, inashikilia nafasi kubwa, walikuwa chini kwa asilimia tatu katika biashara ya pre-market. Beijing pia imezitaka mashirika ya ndege ya China kusitisha ununuzi wa vifaa vinavyohusiana na ndege na sehemu kutoka kwa makampuni ya Marekani. Hatua ya China ya kusitisha ununuzi wa vifaa vinavyohusiana na ndege inatarajiwa kuongeza gharama za matengenezo ya ndege zinazoruka nchini humo. Marekani na China zimeingia katika vita vya kutoza ushuru vilivyochochewa na sera za kibiashara za rais wa Marekani, Donald Trump. Wiki iliyopita, Uchina iliongeza ushuru wa bidhaa za Marekani hadi asilimia 125 katika kulipiza kisasi dhidi ya ushuru wa Marekani. Serikali ya China inazingatia njia za kutoa usaidizi kwa mashirika ya ndege yanayokodisha ndege za Boeing na yanakabiliwa na gharama kubwa zaidi. Ushuru wa asilimia 125 ingepandisha kwa kiasi kikubwa gharama ya ndege za Boeing zinazosafirishwa kwa mashirika ya China na kuzifanya kuwa mzigo wa kifedha, na uwezekano wa kuyafanya mashirika ya ndege kuzingatia njia mbadala kama vile Airbus na mchezaji wa ndani Comac. Mashirika matatu makuu ya ndege nchini China, Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, wana mipango ya kupokea ndege 45, 53 na 81 za Boeing mtawalia kati ya mwaka 2025 na mwaka 2027. Kulingana na wachambuzi, kuongezeka kwa ushuru wa tit for tat kati ya mataifa mawili makubwa kiuchumi duniani kuna hatari ya kuleta biashara ya bidhaa kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani kusimama. Biashara hiyo ilidhaminiwa zaidi ya dola bilioni 650 mnamo mwaka 2024. Trump ambaye alisema siku ya Ijumaa kwamba alikuwa ameridhika na ushuru kwa China, pia alipendekeza kwamba makubaliano na Beijing yanaweza kuwa karibu.